Hizo ng'ombe unajua zinatoa maziwa 3 liters, parawa umekuja, eh, umekuja yeah. Ushapea ng'ombe nyasi. Yeah, nimepea, nimepea. Umepea kuku chakula zote, umeosha hiyo mafi ya ng'ombe yote kila kitu zote. Umechota hadi maji zote. Sawa, uko na Binance nikutumie pesa? Unajua, unaniona kama matako yako. una cryptocurrency? nipe yeah. Binance code nikutumie pesa, hauna Binance haka <coughs> <coughs> <coughs> <Binance>. ba <coughs> Auna, sasa wewe wenda kusaidia aje? Hauna cryptocurrency? Crypto? Eh, hiyo ni nini? Sawa ninini iki tutafanya. Yes. Enda basi kwa nyumba jioni, nita trade alafu ni transfer to Mpesa ni withdraw kujie pesa kama una Binance sa ista, sasa hizi si taweza. Sasa simsemeye amtake kulipa watu ah, ama uko na Worldcoin, naweza kulipa pia na Worldcoin. Siuseme tu una pesa, haina haja uanze kuniambia ati Worldcoin. Wewe fanya aje? Jioni, acha niende nifanye transaction juu sasa pesa iko kwa Binance. Sasa hivyo amnilipi jioni na kuletea pesa, ni venye sina pesa. Ungekuwa na Binance ningekutumia eh. nab ningekutumiatua Nairobi wanatuona kama matako yao haana ha, pesa <laughs>